Hotuba zetu ni kitu muhimu sana, ziwe zinaendana na wakati, hasa ukiangalia wakati tulionao sasa hivi ni wakati ambao nchi inaingia kwenye taharuki, na kama nchi inaingia kwenye taharuki, tunatakiwa kutoa hotuba kwenye mimbari zetu, hotuba ambazo zinaashiria kusamehe, zinahamasisha upole zinahamasisha amani. Tukichukua hotuba za mihemko, tutakaoingia kwenye majanga sisi sote sasa tukiingia kwenye majanga sisi sote, wa kusalimika nani? Kwa hiyo, nitoe nasaha yangu hii kwenu viongozi maimamu, katika kufikisha ujumbe basi tukeushe ujumbe ambao unaendana na mazingira, unaendana na wakati, ili Mwenyezi Mungu aweze kutungusha katika kipindi hiki cha uchaguzi, atuvushe kwa salama na amani. Nilitaka niseme haya machache kwa muktasari wake, kwa kuwa tumesema mengi kwenye kikao, lakini kubwa sana ni hilo la kuhamasisha amani kwa mustakabali wa nchi yetu. Nchi yetu ina taharuki sana sasa hivi, ina taharuki sana na kama ina taharuki sana, tukichukulia taharuki ilivyo na joto lilivyo oko mbaya, tutaingia mbaya. kwa haya machache ndugu zangu, hiyo ni fursa sasa ya kukua geni uombeerua Mwenyezi Mungu kutufikisha salama pamoja naa, haya yanatosha. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Naam, ndugu zangu, hayo ndiyo maneno mazito aliyoyazungumza Sheikh wa wilaya ya Mlele katika halmashauri ya wilaya ya Mpimbwe, mazungumzo ambayo yameangazia nafasi ya, na ya viongozi wa dini katika kuimarisha mshikamano na upendo miongoni mwa wananchi wote. Tunafahamu ya kwamba amani ni zawadi kubwa kutoka kwa Allah Subhanahu wa Taala na ndiyo nguzo ya ustawi wa jamii. Pasipo na amani, hakuna maendeleo, mshikamano wala ushirikiano. Hivyo tunawasihi kila mmoja wetu kuilinda na kuithamini amani kwa vitendo, kwa maneno na kwa nia njema. e Allah ujalie uchaguzi wenye amani, utulivu na mshikamano.